Labda tukianzia uh, kwa, kwa, kwa uelewa wako na, na profeshono yako utueleze kuhusiana na hilo. Kwanza, ugonjwa wa figo ni, ni ugonjwa gani? Yeah, uh, kwanza tu, uh, ndugu mtangazaji, tukianzia hapo uh, kila mwezi wa tatu mm. Mwezi Machi kila mwaka kuna kuwa uh, na maadhimisho ya siku ya figo duniani hasa, okay. Tarehe kumi na tatu ya kila, kila mwaka kila mm -hmm. kumi na tatu mwezi Machi kila mwaka okay. Na kubwa ni kutengeneza uh, e, tunasema uelewa au uh, awareness juu ya uh, umuhimu wa, wa utambuzi wa mapema wa magonjwa ya figo na kuzuia magonjwa ya figo. Kwa, kwa kifupi figo zetu zina kazi e, nyingi mm. E, ikiwemo moja hapo ni kuchuja damu. Inachuja damu na, na kutoa uchafu. Ule uchafu ambao unatolewa ndio unapita kwa njia ya mkojo mm. Kwa zile sumu ndio ambazo zinapaswa kutolewa kwa njia ya figo baada ya mwili kwa umechakata sasa, e, vipo kwenye damu vinapita kwenye figo vinachujwa halafu e, vina, vinatolewa nje kwa njia ya mkojo, kwa hiyo sumu nyingi zinapitia kutoka kwa njia ya mkojo. Dawa tunazokunywa kwa karibu asilimia themanini, mm -hmm. ni dawa ambazo zinatolewa zina, zina sumu zake zinatolewa mwilini kwa kwa njia ya mkojo mm -hmm. Lakini figo pia ina kazi kubwa hata ya kurekebisha maswala ya sukari mm -hmm. E, mwilini lakini pia hasa kurekebisha pia hata presha au e, tunasema nini shinikizo la damu mm -hmm. e, la, la, la, la mwili Hmm. Kwa hiyo sasa eh, kwa sasa kumekuwa na eh, tatizo kubwa la, la magonjwa ya figo hasa hmm. eh, tukizingatia eh, eh, duniani ni angalau asilimia kumi mpaka kumi na tatu hmm. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya population tunasema tulionayo ina ina, ina kwa na viashiria vya kuwa na, na magonjwa ya figo mm. tatizo ndo liko hivyo kuanzia asilimia kumi mpaka kumi na tatu kumi na tatu point nne duniani, lakini inaonyesha kuwa uh, hili tatizo linaendelea kuongezeka, na ukiangalia kwa nchi za chini ya jangwa la Sahara ni karibu asilimia nne mpaka kumi ya ile population ina inashukiwa kuwa na magonjwa ya figo mm, lakini kwa Tanzania yetu ni karibu asilimia eh, eh, kumi na tatu mpaka kumi na tano mm, inaonyesha kwamba eh, watu wanakuwa na na, na na magonjwa ya figo okay. Eh, ukiangalia kuna eh, research au utafiti ambao ulifanyika huku upande wa kaskazini eh, kanda kaskazini mm, eh, nyewe ilionyesha eh, kama kuanzia asilimia kumi na tatu mpaka kumi na tano ya watu wanaoishi mjini mm. E, wanashukiwa wana, kuwa na tatizo la, la figo mm -hmm. kwa maana ya chronic kidney disease hizi okay. Tatizo ni kubwa na tunahitaji kupeana uh, uh, uelewa wa namna gani ambavyo tunaweza kuenenda ili tu, tuepuke eh, kwenda kwenye tatizo kubwa hili la, la figo mm -hmm. Na hili e, linaenda hatua kwa hatua. Unakuta kuna hatua ya kwanza, ukipima wanasema hii unaweza bado unaendelea kukaa vizuri. Hatua ya pili, hatua ya tatu, ya nne, ya tano, hiyo ndio ya mwisho okay. E, unajikuta sasa ndo inabidi uende sasa kwenye kufanya dialysis, usafishaji wa figo, maanake figo zimeshindwa kufanya kazi kabisa, inabidi ufanye dialysis. lakini pia kama sio dialysis sisi basi upate e, mtu wa kukupa figo nyingine mm. Kwa maana ya renal transplant, hivo ni mambo yayo, ndo mambo mawili ushafika ile hatua ya mwisho mm. e, hiyo ni vizuri mtu ukawa unajua mapema, ukawa unafanya e, chekap mapema, ukawa unajua bwana, status yangu ikoje, ili usije ukajikuta umefika mpaka hatua yeah. ya mwisho e, na akina u... flora wenye roho hizo za kutoa figo ni wachache <laughs> e, wachache sana <laughs> ambao wanaweza wakasema da, bwana, ngoja tu, tu, tu, tumpe tu ankoso, ngoja nijitolee figu yangu nimpe, okay. Okay, yenyewe, sasa, si, nimpe ankosonyona yenyewe, sasa ni mchakato eh mfanane sasa kama e, makundi eh, ya damu yani eh, kwamba baba na mtoto nini hivyo eh, ina maana mtu, mtu, mtu, mtu baki awezi kuku, kuku, kutoka ambayo ayupo katika mfumo wangu, hayupo kwenye seko yenu ya ki, labda ya kifamilia ile inakuwa eh. Eh, eh, nini ni changamoto sana. Okay. Kwa hiyo biashara lazima awe mwanafamilia eh, anaweza kuwa mwanafamilia lakini hata kama hivyo lazima mwende mkafanye vipimo mkute mm, vinasaba vyenu vinaendana hmm, kwa hiyo ina maana hii biashara ya figo mizigo ilikuwa inazungumza ni ni uongo mtupu <laughs> eh. Ah, ipo eh, kwa maana hata kama ni wewe ni mtu wa nje ya ya ya, ya nani yako maana yake ni mpaka muwe mwanze kuendana eh una eh, kuna, yani bila kupima mfano. Eh, mfanano. Eh, mfangalao wa kicheki mimi na wewe tuna vitu vichache angalau asilimia hamsini tuna mm. eh, tuna tunaendana basi hiyo. <laughs>